Karibu kwenye chaneli yetu. Kama ni mara kwanza, manishi, ya kwanza, usisahau kubonyeza maandishi meusi chini ya video hii imeandikwa subscribe. Matokeo ya kidato cha pili ya mwaka 2025 yani, wanafunzi ambao wanatakiwa kuingia form 3 kwa mwaka 2026, matokeo haya unaweza kuyatazama moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi. Basi fuatisha hizo hatua. Baada ya video hii, fanya hizo hatua kwenye simu yako ya mkononi zitakusaidia kuyatazama matokeo haya moja kwa moja wewe mwenyewe kwenye simu yako. Unachotakiwa kufanya sasa, hatua ya kwanza kabisa ni kuja kufungua kitufe ama kivinjari cha Google ama cha Google Chrome. Browser mode hapo kati ya hizi kwenye simu yako ya mkononi, ukifungua ndo sehemu ambayo inatupeleka ku search ama kuyatafuta matokeo haya. Kwa mfano, ukishafungua Google ama Google Chrome, itakuleta kwenye wande wa search. Hivi hapa uta sechi Necta hivi se. Kwenye uwanja ama kwenye ukurasa wa baraza la mitihani ya Tanzania Necta kama inavyoonekana hapa kwenye hii simu yangu, kwenye hii video, hiyo hiyo pia kwenye simu yako inaonekana hivi. Ukisha bonyeza hapo, ukurasa wa baraza la mitihani na Tanzania, utafunguka kama hivi. Na ukisha funguka kama hivi, utakuja juu kushoto, una vimistari vitatu. Ni menu, ni menu ya ukurasa wa baraza la mitihani na Tanzania. Utavibofia ama utavibonyeza hapa hivi na ukisha vibonyeza Option tofauti tofauti zitatokea. Kwa mfano, tukibonyeza hapo hivi. Na sehemu pekee ambayo tutaibonyeza ni sehemu iliyoandikwa results. Hapo the results. Na ukishabonyeza results, matokeo tofauti tofauti ya darasa la nne, la saba, la form two, form four, form six na matokeo tofauti tofauti yetu yanaonekana hapo. Sehemu pekee ambayo itatupeleka kutazama matokeo ya kidato cha pili ni sehemu imeandikwa F-T-N-A,

mashule zote za Tanzania zitakuwa zimefunguka hivi na wengi wakifika hapa wanapata changamoto. Utakiwa kuangalia hivi shule moja moja? No, no, no, no. Una hiyo utakiwa kufanya baada ya kufika ile eneo, utatakiwa kufuatisha hizo tu ambazo nakuelekeza. Utapuja upande wa juu kuna herufi zimeandikwa hapo, oral centers, then kuna herufi a b c d na kuendelea. Hizi zimewekwa ili kusaidia kutafuta shule yako kwa wepesi. Utabonyeza herufi ya kwanza ya jina la shule ya kwanza ya jina la shule, shule, na ni ya ya shule. shule zote zinazoanza na hiyo herufi ndo zitakuwa zinaonekana kwenye seye shule, na ukishaiona utaibonyeza Hivi kwa mfano bonyeza shule. Unatakiwa kuzifanya mwenyewe kwenye simu yako ya, ya, ambazo, ya mkononi, ili zikusaidie kutazama matokeo ya kidato cha pili ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Usisahau kusubscribe channel yetu.